Salamu mfuatiliaji, na wewe ambaye umekuwa ukienda na mimi unyayo kwa unyayo katika simulizi yetu hii isemayo Sitasahau Usiku Ule. Leo ikiwa imebisha sehemu ya sita, kukualika ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali nasema njoo tuweze kuona mwendelezo katika sehemu ya leo. Naam msikilizaji, tangu tukate utepe wa simulizi yetu ya sitasahau usiku ule, ni mengi yamejiri. Sasa na kuna mengine yanakuja pia. Katika sehemu ya tano tuliona makwapa kikamatwa huko Uvinza, na sasa historia inaanza kujifungua upya kama kitabu vile. Macho ya jamii yanaanza kuona kila kitu kilichodhaniwa kwamba kipo sirini lakini wakati haki inakimbia barabarani ikitaka kutoroka na kutoroshwa, njiani inakutana na vikwazo, njama zinakwama pia. Lakini kuna njama mpya na vishawishi vya kuona kwamba ni namna gani waliopo ndani wanaweza kutolewa pamoja na ubaya wote waliofanya kina Makwapa pamoja na mzee Lutengano. lakini wakati yote hayo yakifanyika kama jaribio la kuvuruga ushahidi, afande Baraka anasema iwe mvua iwe jua hataki jambo hilo litokee na wala kesi hiyo kuvurugwa kwa namna yoyote ile. Msikilizaji wangu, tukio la kwanza linafungua katika chumba cha mahabusu na kituo kikuu cha polisi, ambapo Makwapa akiwa amefungwa pingu macho yakiwa yamemtoka, lakini midomo yake ikionekana kutaka kusema kitu, lakini hicho kitu hakipo kwa sasa. Makwapa alikuwa kweli amejua hata yeye kwamba ndege mjanja hunaswa katika tundu bovu. Amekamatwa sasa, na alikumbuka akaona, hata ile fedha uliyopewa kutekeleza unyama huo, kama usaliti wa Yuda na vipande alivyokuwa amepewa vya fedha ile msaliti Bwana Yesu akaona kwamba sasa havina maana, maana fedha yenyewe ile kimbia kimbia mpaka kufika huko alikokamatwa Uvinza, huko ilikuwa imemalizika. Aliyekuwa akimfanyia mahojiano ni Afande Baraka ambaye naweza kusema alikuwa ndiye muhimili mkubwa katika kesi hiyo. Afande Baraka kwa sauti nzito alisema, unajua kwa nini upo hapa Makwapa? Na unajua hatutaacha mpaka haki itendeke, na uwe mkweli, ukweli wako huenda ukakukomboa. Ni maneno yaliyotoka kinywani mwa Afande Baraka na yaliyoingia moja kwa moja katika fikra na akili za Makwapa, kajua ameulizwa kitu kizito. Alimeza mate kidogo kama mtu ambaye anajiandaa kusema jambo, lakini alikuwa akitunga tu, hana jambo la maana. Alianza na hadithi za mwazi majamvi. Mara Afande Baraka akasema unaweza ukanyamaza ili tuanze kuzungumza vile ambavyo vitakuwa vinakaribiana na ukweli. Hatupo kupotezeana muda hapa. Makwapa alimkemea na Makwapa kakaa kimya kidogo. Makwapa kwa sauti ambayo ndani yake ilikuwa ikihitaji huruma ya wengi, alisema afande Baraka, mimi sikutaka kuua, ilikuwa bahati mbaya tu, niliambiwa tu na nilihongwa. Mimi baada ya kuyasema maneno hayo, alianza kulia huku afande Baraka akifungua mlango na kuona kwamba yale aliyoambiwa kwa siku hiyo, yaani kile kipengele cha kwamba Makwapa amekiri kama alikuwa ameua aliona ni jambo ambalo alikuwa amelipata kwa siku hiyo, maana mahojiano hayo wala hayakuwa ya siku moja. Kumbuka msikilizaji, ni kesi ya mauaji hii. Makwapa akashangaa afande Baraka anaondoka huyo, huku akawa haelewa amenielewa amenisamea ama nini? Kumbe amewekwa kiporo. Maelezo ya makwapa ilikuwa ni kama vile kufungua ukurasa tu wa kwanza wa kesi hii, na yale aliyoyajua awali afande Baraka yalikuja kugundulika kwamba ilikuwa kama dibaji tu, kwani ndipo hapo sasa alianza kujua kwamba kulikuwa na siri nzito nyuma ya kesi hiyo ambazo zilianza kutolewa, na akauambia moyo wake kwamba kumbe kazi bado ipo, ni wengi tu wanaopaswa kuwa rumande. Hivi tunavyozungumza mtandao ulianza kujifungua kama kitabu. Maelezo ya Makwapa pia yalidokeza kwamba kulikuwa na mtu mashuhuri kijijini pale ambaye alihusika kwa namna moja ama nyingine katika tukio hilo la mauaji, na hivyo kufanya mnyororo mrefu na kuongeza nguvu ya uchunguzi, japokuwa baadhi ya maaskari wapelelezi aligundua kabisa walikuwa wameanza kuhangaika na rushwa. Mzee mmoja aliyetajwa katika maelezo ya awali kabisa ya Makwapa ni yule aliyefahamika kwa jina la Mzee Mfungo, mfanyabiashara mkubwa wa mazao aliyekuwa kumbe na uhasama wa zamani na Mzee Nyalile kuhusiana na mzigo wa mazao ambao Mzee Nyalile aliuchukua baada ya kuwa na deni na mtu ambaye alikuwa amezalisha mazao vizuri tu, kumbe alikuwa ameyahifadhi aje kumuuzia Mzee Mfungo. Hapo donge likaanzia hapo. na kwa kurejesha nyuma ni kwamba mzee Nyalile katika kijiji alikuwa ni mtu anayejiweza, alikuwa ni mzee ambaye anaweza kununua mazao kidogo kwa wenzake. Kwa hiyo hata familia ambazo zilikuwa na uhaba wa chakula ama na njaa kabla ya mazao walikimbilia kwa mzee Nyalile. Hivyo wafanyabiashara wa mazao hawakumpenda sana mzee Nyalile pale kijijini, kwani alikuwa anakuwa wa kwanza kununua mazao yale mazuri. Taarifa hizi zilianza kulinganishwa na ushahidi wa kisheria wa awali, na ni dhahiri kesi hii ilikuja kubainika kuwa haikuwa ya mtu mmoja tena. Kwa upande wa pili, maisha pale kituo cha kulelea watoto ni kwamba kituo kilipokea barua kutoka taasisi ya misaada ya watoto yatima kutoka huko jijini Nairobi. Barua hiyo ilikuwa na maelezo yakimwomba Nasra Weza kuchukuliwa na kulelewa huko. Barua yenyewe msikilizaji iliandikwa hivi ikiwa imeandikwa kwa Kiswahili sanifu. Tunapendezwa na juhudi zako za kielimu. Tuko tayari kukuchukua kwa ufadhili wa miaka mitano katika shule yetu ya kimataifa. Ufuatiliaji wetu mtoto Nasra tumeona na unajitahidi sana. Tunaomba tukufikishe hatua moja mbele. Mkasa mzima ambao umepitia kifamilia tumeambiwa na tumeukubali. Mwisho wa kuinukuu barua hiyo iliyokuwa ikieleza nia ya taasisi hiyo ya kulelea watoto na ambayo ina shule huko Nairobi, inamhitaji mdogo wake Mliti anayeitwa Nasra. Nasra ambaye alikuwa ameanza kujitambua sasa zaidi alikimbia na taarifa hiyo mpya kwenda kwa Mliti akiwa na barua mkononi, kwani shirika lile lilitaka barua hiyo isomwe mbele ya Nasra na walimu wake pamoja na walezi waliokuwepo pale. Nasra alikuwa akilia kwa furaha, lakini ikiwa ni kutoa machozi kwa mara ya kwanza kwani ni machozi ya furaha haya, maana hata machozi ya wazazi wake walipouawa yalitoka tu mara moja, baadaye maisha yakaendelea kama ujuavyo. Watoto wadogo huwa hawajui, wanakuja kujua baadaye kwamba wamekumbwa na jambo baya. Ndivyo ilivyokuwa kwa Nasra. Nasra, kwa sauti ya furaha ambayo imetulia, alimwambia kaka yake mliti Kaka, nitakwenda shule. Hiyo naambiwa ni kubwa, watanipeleka hawa hawa waliokuja, naambiwa ni huko Nairobi Kenya, unakufahamu? Mliti akacheka kidogo. ni kufahamu lini mdogo wangu. Nenda mdogo wangu, kapigane kiume huku ukikumbuka maneno ya baba alivyokuwa anasema, elimu ndiyo silaha yetu. Alipotaja habari hizo za wosia walioachiwa wa na baba yao, Nasra akili zilimsogea, uchungu wa kupotelewa na wazazi ukaja, akakumbatiana na kaka yake, wote wawili wakaanza kulia wangu wakiwa wamekumbatiana. Watoto hawa wawili waliotoka eneo hilo walilazimika waingie katika eneo jingine ndani kidogo, ili waweze kulia vizuri huko. Wakajibanza mahala fulani, wakaanza kulia, na baadaye Mliti akajua wajibu wake, ilikuwa sio mtu wa kulialia, bali kumtia moyo Nasra. Na aliapa sasa kwamba mimi kwako Nasra ni kama baba na ndiyo mama. Akafuta machozi yeye wa kwanza ili kumhamasisha Nasra naye afute machozi. Upande mwingine, msikilizaji wangu, wingu zito linatanda kutokana na mtandao wa wauaji kuzidi kupanuka, lakini upande mwingine neema na mwangaza wa wazi kabisa unaanza kutokea umeanzia kwa Nasra, hatujui yeye mliti atakutana na bahati gani ya mtende kuota jangwani. Katika mtaa mmoja kijijini Igalangala, mmoja wa wazee ambaye alikuwa ni askari mstaafu akijulikana kwa jina la Gombela alianza kutishiwa uhai wake na watu wasiojulikana waliokuwa wakitupa ujumbe mlangoni kwake kutokana na yeye kuisaidia familia hii hasa kupeleka ushahidi wa wazi kabisa kwa afande Baraka, kwani walionekana wakiwa pamoja, wakishauriana jambo, ambalo wale wanaoshakiwa pamoja na washtakiwa walizichukua taarifa kwamba msione mambo ya ushahidi yananyooka namna hii, nyuma yupo mzee Gombela. Moja ya ujumbe wa vitisho aliyokuwa akiandikiwa mzee Gombela huyo askari mstaafu, ulisema hivi: unapochimba shimo la mtu mwingine, hakikisha hutangulii mwenyewe ndani ya shimo. Mwisho wa kunukuu ujumbe. Afande Baraka akiwa amepata ushahidi wa kutosha na waziada, aliamua kwenda mbele ya kamishna mkuu na kutoa pendekezo hili. Kamishna, naomba tuunde tume huru ya kuchunguza ushawishi wa kihalifu katika kesi hii. Kamishna alitikisa kichwa chake na kisha katamka maneno, nakubaliana na wewe. na rasmi, kazi ya kusafisha mfumo ikaanza. Maana baadhi ya polisi walikuwa wameanza kugeuka na kuwa kama matango mwitu, wamepoteza ile morali ya zamani kufuatilia kesi hii. Wamekula vya watu, sasa wanawaza kupoteza ushahidi wa kesi. Msikilizaji wangu, hata hivyo, kesi iliyofunguliwa dhidi ya wa washtakiwa hawa ilikuwa ni ya jamhuri dhidi ya Makwapa na dhidi ya Lutengano na wengine saba. Hata hivyo, sasa Mliti alitakiwa kuja kutoa ushahidi wake wa mwisho. Hata hivyo, kuelekea kutoa ushahidi wa mara ya pili, mtoto Mliti alikuwa akijiandaa kwa wiki kadhaa chini ya uangalizi wa wataalamu wa saikolojia. Mpenzi msikilizaji, hapa ndipo tunapokomea katika sehemu hii ya sita ya simulizi yako isemayo sitasahau usiku ule. Tumeona mafanikio, lakini pia giza linajitokeza hadi wanaamua kuunda tume maalum na mabadiliko ya upelelezi wa kesi hii yanafanyika, lakini tunaona baadhi ya vigogo wanatajwa pia kuwa na ushawishi, ijapo kwa siwa namna ya moja kwa moja, lakini kwa ajili ya kuisaidia polisi wanapaswa kuhojiwa. Nasra bahati ya mtende kuota jangwani, anahitajika ende Nairobi akasome huko, ni miaka mitano. Hiyo ni mbegu inapandwa kwa Nasra kwamba huenda safari hiyo isiwe bure, kama wasemavyo Waswahili, safari moja huongeza nyingine. wakinachojiri baada ya kumaliza sehemu hii ni kualike sehemu ya saba, ambapo tutaona mbivu na mbichi katika kesi ambayo itakuwa ikisikilizwa ushahidi wake mara ya pili. Lakini ni akina nani wengine watakwenda pale na kuwekwa korokoroni kuhusiana na kesi hii? Ni jambo la kusubiri na kuona. a wa kwanza kupata mwendelezo wa simulizi hizi kila tunapoweka episode mpya, kwa ku like kusubscribe channel hii. Kukuaga ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, nasema sante sana kwa wakati wako wa kuweza kunisikiliza kwa utendeti kabisa katika simulizi hii. Asante kutoka katika sehemu ya sita. Uwe na siku njema.